mujasoma mwache kutulaumu, hamujasoma. Na niliwambia hapa Kenya mtu wa PP1 ndio mtu wa university huko TZ, mtu wa PP1. Na kesho Oscar Sudi anakuja huko kuwafundisha, huyo ndio mtu mjinga wa Kenya mwisho. <laughs> huyo ndio atakuja huko kuwafundisha sisi kama watu kutoka Kenya hapa. Sisi kama wana Kenya tunasema, activists wote wa Kenya kwanza wapewe respect. <laughs> wapewe respect na Watanzania pia watupatie respect, wa Uganda pia watupatie respect. Mukitupatia respect, pia sisi tutaheshimu. Kama mujatupatia respect, pia sisi hatuta, tafadhali tuacha tu niongee. Kama mujatupatia respect, pia sisi hatutapatia respect. Kwanza ningependa kuambia Mdavadi, Mdavadi, hakuna mtu amechanganyikiwa kama Mdavadi Mdavadi <laughs> hawezi hata tetea <laughs> bwana, nyamaza bwana eni <laughs> <laughs> mtoto wa Mdavadio si so. Mdavadi ni mutu mwenye afikiri. Mdavadi aliyeko hapo ni mutu tu kukula na kulala. Tena ningekuwa karibu na Mdavadi ningempea kofi mingi sana yani. Yeye kabla teti wananchi ya anaulizwa, anasema eti, wacha mama fanye kazi yake, ako na freedom ya speech. Freedom ya speech gani? Na mimi nilishasema na nikaambia watu wa Western. Muko na watu wenye walinunuliwa wali hapo ulu. Yani, mutu kama mdavadi si muluya original, na sai tunataka kupima DNA. tunataka kupima DNA ya mdavadi na Wetangula, kama hao watu ni waluya kweli. Hakuna venye Wakenya wanakuwa frustrated kwa inchi zingine wewe unakalisha matako unasema tu eti Samia Suluhu ako sawa, yani president wa huko afanye kazi yake, kumbafu wewe, bora ameshinda. Na ningependa kusema hivi, ningependa kuambia Mama Samia Suluhu, ningependa kuambia tu Mama Samia Suluhu, Watanzania wamenitusi sana, lakini kifikanga kwa mambo ya matusi oriatbni, ni senior. ni senior mkubwa, so mimi sikuwatusi, niliwasalimia tu, na kama ni matusi, mimi najua Nataka kuambia Madamu Samia Suluhu kwanza, sijawahi ona Madamu Samia Suluhu akiongea in English. Sijawahi ame Kiswahili Kiswahili Amjamboni, sijui mimi kama rais ongea Kiswahili, sisi kama wa Kenya ongea Kizungu. Sisi kama wa Kenya, Kenya tutambue, mumesoma kama tumesema mujasoma, muache kutulaumu hamujasoma. Na niliwaambia hapa Kenya, mtu wa PP1 ndio mtu wa university huko TZ, mtu wa PP1 na kesho Oscar Sudi anakuja huko kuwafundisha. Huyo ndio mtu mjinga wa Kenya mwisho huyo <laughs> ndio atakuja huko kuwafundisha.